kupitia bodi yake wameweza kujibu kuhusiana na mchezo ambao ulipaswa kuchezwa tarehe nane mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano kasi, kati ya kikosi cha timu ya soka ya Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka Yanga, ambapo mchezo huu tunaona uliweza kuahirishwa kutokana na ratiba kuingilia. Sasa kwa upande mwingine, kupitia bodi ya ligi kuu Tanzania Bara, kila mtu alikuwa akitaka kujua ni nini ambacho atakwenda kukijibu katika mchezo, kwa sababu tunashuhudia Yanga Sports Club wao waliweza kuandika barua kuweza kuomba alama tatu na mabao matatu, huku klabu ya soka ya Simba wao wakiendelea kusubiria ratiba mpya ya mchezo wao dhidi ya ya timu ya soka Yanga Sports Club. hatimaye Kwenye barua ambayo TPLB imewajibu Yanga ekuukuvu namba TPLB 2024 2465 ya Machi 16 2025, imewaambia Yanga hawawezi kupewa alama tatu kutokana na kuwa hakuna kanuni ya ligi inayoamuru jambo hilo, ambapo TPLB imewapa sababu takriban kumi. Ni tutakwenda kuelezea taratibu hizi. Namba moja, mchezo ulighairishwa na bodi majira ya saa nane mchana ambapo hapakuwa e, na afisa yoyote wa mchezo zaidi ya watu wa usalama. Hakuna taratibu zozote za mchezo zofanyika uwanjani kwa mujibu wa kanuni kumi na saba ikiwemo timu kukaguliwa na ili ipewe alama tatu ambapo matatu ilipaswa ukaguzi kufanyika na maafisa wa mchezo. Bodi ilishindwa kuruhusu mchezo uchezwe sio kwa sababu Simba iligomea mechi, bali kamati ya masaa sabini na mbili ikaamuru kupitia sababu mbalimbali za kikanuni kuahirisha mchezo huo baada ya kupokea pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maafisa wa mchezo huo. Yanga wameambiwa kwamba hakuna kanuni inasema klabu mgeni anapaswa kuwataarifu wao kwamba wanakuja kufanya mazoezi, hivyo suala la mawasiliano ni mwongozo tu wa bodi, hivyo Simba hakuvunja kanuni kutokuwasili ili, ili kuvunja eh, mwongozo. Yanga wamejibiwa kuwa hawatowapewa alama tatu kwa kuwa sababu za kuahirisha mchezo zilikuwa ni za kiusalama, ambapo kulikuwa na tuuma za rushwa, vitisho na kasoro za kiusalama. Hivyo ingekuwa ngumu kuruhusu mchezo uendelee, ambapo ungeleta kasoro kabla ya wakati na baada ya mchezo. Yanga wanalaumiwa na bodi kitendo cha kupeleka timu uwanjani wakati mechi imeahirishwa, ni kinyume na kanuni ya 47 18 na imeonyesha kupingana na mamlaka kuruhusu gharama za mchezo ambazo itazi, itazi, itazi shu, itazi yang, Yanga wameziingia. Bodi inasema itazishughulikia kikanuni. Bodi imewataka Yanga maandalizi mema ya mchezo ujao wa debi, ambapo watapangiwa tarehe rasmi. Hayo ni baadhi ya majibu ya bodi. Kwa hiyo tunaona kwa, kwa upande mwingine mchezo kati ya kikosi cha timu ya soka ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club, upo pale pale kwa mujibu wa bodi. Simba hawakuvunja kanuni kwa sababu, kwa upande mwingine Simba wao waliweza kufuata taratibu za kwenda kufanya mazoezi, lakini Yanga ndiyo ambao waliweza kuwazuia Simba kwenda kufanya mazoezi. Kwa hiyo bodi imewatakia Yanga kila laheri na maandalizi mema ya mchezo mpya ambao moja kwa moja utakwenda kupangiwa tarehe rasmi kati ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi dhidi ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa nyingine ni kwamba klabu ya soka Yanga Sports Club wamepanga kwenda katika mahakama ya kusuluhisha michezo CAS kwa ajili ya kwenda kuripoti suala, lakini ndio hivyo Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara imewatakia na maandalizi mema klabu ya soka e, ya Yanga sports Club. Kwa hiyo mchezo wa Simba dhidi ya Yanga sports Club upo pale pale kikanuni, kwa mujibu wa bodi ya ligi kuu Tanzania Bara na Yanga sports Club, kwa sababu wao kwa upande mwingine waliweza kupeleka timu wameonekana kukaidi maelekezo na ratibu, taratibu ambazo zimeweza kutolewa na shirikisho la mpira miguu nchini Tanzania, TFF.